Uu, ni kwamba siku ya leo nimekuletea habari njema kuhusiana na lugha inayowasumbua wa watu wengi, Kiingereza. Lugha hii ya Kiingereza nimekustajia kwa upole kabisa, lengo uweze kunielewa. Lugha hii imekuwa tatizo sana kwa watu wengi. Sasa Turnbull Technical College ni suluhisho la kukuwezesha wewe kuweza kufahamu namna kuzungumza lugha hii, na ni lugha ambayo inaweza ikakupa fursa kubwa ya kuweza kukutana wa mbali mbali na watu wa aina mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Mtazamaji, niamini mimi, bila lugha ya kigeni ni ngumu sana kuwa na fursa nyingine mbadala, kwa sababu hata kama unafanya biashara, biashara zako zitakuwa ndani, zitakuwa kama umejifungia sehemu. Sasa ni vizuri zaidi ukaanza kufanya mabadiliko mapema kabisa kuliko ukakutana na changamoto ya biashara yako inakutaka hivyo ubadilike, kwa muda mfupi aa, lakini pia ukutane ubayafanya mabadiliko mapema hata kabla hujakutana fursa zingine zinazokuhitaji wewe kwenda nje ya Tanzania, ama kuingia mikataba na watu mbalimbali, taasisi mbalimbali, ama kufanya presentation mbele za watu, wasilisho fulani la Kiingereza ama kuweza kutoa uh, kujaribu kutetea proposal yako uliyoiandika kwa Kiingereza. Sasa usimame mbele uzungumze na watu uwashawishi kuhusiana na ile proposal yako uliyoiandika, kuhusiana na kile wazo lako ulilonalo juu ya mradi uliouandikia kwa Kiingereza. Sasa ni vizuri zaidi kabla hujakutana hizo changamoto za kuanza kuwaza nani ni nani, asimame wewe uanze kukwepa. Hapana, ingia darasani, soma lugha hii, soma kwa maana kwamba hapa Turnbull tunakufundisha namna ya kuzungumza, tunakufundisha, tunakujengia uwezo wa namna ya kuweza kujiamini kuzungumza lugha hii ya Kiingereza vizuri, kwa ufasaha. Tunajua watu wengi wanafahamu sana kuandika lugha hii, u unaweza kaandika. Ukimpatia mtu karatasi anaandika, anaweza kaandika akashuka ese iliyokamilika ukurasa na ukurasa, lakini mlete kwenye kuzungumza, kwenye kuzungumza, anakutana na changamoto. Ewe kama ni mdau u uko sehemu mbalimbali, kama nilivyosema, mfanya mfanyabiashara una shughuli zako za kidini unazifanya, lakini pia mwanafunzi. Kuna watu wanafika chuo hawawezi kuzungumza Kiingereza, inakuwa changamoto kwao, lakini kuandika anaweza. Kwa nini wapate shida? Tunakualika, tunakuomba njoo hapa Turnbull Tech Training College, tengeneza hiyo nafasi, tengeneza hiyo fursa, ili uonekane wa tofauti pande zote mbili, kwenye kuandika uwe vizuri na kwenye kuzungumza uwe vizuri, kwani tunaweza tukafanya kitu kikubwa, tukajenga zaidi taifa letu kwa namna nyingine ya tofauti, kwa, kwa kuwa bado kuna mambo mengi tunayafanya, na bado kama vijana, kama wapambanaji, kama wajasiriamali, kama wafanyabiashara tunazidi kuwaza vitu vingine mbadala vya kuweza kufanya aa, na watu tofauti tofauti, unaweza ukaingia mkataba hapo na watu kutoka labda Ubelgiji wakaja hapo wakafanya mkataba na wewe kwa Kiingereza, uongee nao uzungumze nao. Viongozi mbalimbali tunawakaribisha, tengenezeni nafasi ya kuweza kutengeneza kuboresha lugha ya Kiingereza vizuri, kwa sababu utangu tumeamua na Turnbull ndo sehemu pekee hapa Iringa unaweza ukaja ukaboresha lugha hii ya Kiingereza na ukawa bora zaidi kuliko kuliko na ulivyokuwa awali. Tuamini sisi ndani ya wiki mbili, unakuwa tayari umeshakamilika kama uko serious, lakini ndani ya mwezi mmoja, kama wewe ni slow learner, basi tutaenda na wewe miezi mitatu. Lakini tunaamini kama uko tayari na idea ya kuweza kuzungumza, ila kuna vitu unakwama, kuna tenses unakwama, uelewi wakati ujao, wakati uliopo, wakati uliopita timilifu, uelewi hivyo vyote lakini, ukija hapa Turnbull Tech, tutakufundisha kujengea uwezo. Utakuwa na uwezo wa kujiamini, utajiamini wakati wote, utazungumza na mtu yoyote, haijalishi amekuja kwa lafudhi ya aina gani, kwa sababu unaweza kukutana na mwingine anaweza kuongea Kiingereza, lakini sio kile kiingereza cha. Akikutana na mtu kutoka Australia, basi unakuta kuna sehemu unapata ukakasi. Pronunciation za watu wa Australia, pronunciation za watu wa America, pronunciation za watu wa kutoka Asia, basi lazima uzifahamu, uelewe accent zao zimekaaje. Tunakushauri sana, tunakusihi sana, tunakuomba karibu sana Turnbull Tech, kwa ajili ya kuboresha hicho ulicho nacho kikaboresheka zaidi, na ukawa na mtu wa tofauti wa kujiamini na kupita kila mahali, mahali popote. Niamini mimi, Turnbull Tech Training College tunakubadilisha, amini usiamini. Asanteni sana, tunashukuru sana lakini, tunawatakia majuku mema. Karibuni tena kwa wakati mwingine hapa Turnbull Tech Training College. Endeleeni kutufuatilia katika YouTube channel yetu kila siku, kila wiki tunaposti, tuna baadhi ya vitu. Basi karibu sana kwa ajili ya kupata content mpya na kuona kwamba namna gani ya ujue maendeleo ya chuo chako asante sana vipindi vyetu tunavyojioni pia saa kumi kwenda mbele saa kumi mpaka saa kumi na mbili saa kumi na mbili mpaka saa mbili usiku saa mbili usiku mpaka saa nne usiku huwezi ukakosa kama ni wewe ni mfanyakazi huwezi ukakosa kama wewe uko busy sana siku nzima kutwa nzima lakini hiyo jioni unaweza ukapata muda ukaingia darasani ukaboresha ukawa mtu tofauti ukafanya na vitu vingine ukaongeza kitu fulani katika vile ulivyonavyo ukawa tofauti asanteni sana, sana, sana tunawapenda serious we love you so much thank you for coming